Namna nzuri ya kutokushambuliwa ni kumshambulia kila ambaye unahisi anataka kukushambulia. Namna nzuri ya kutokushambuliwa ni kumshambulia kila unayehisi anataka kukushambulia, unaye? Basi ina maana yeyote ambaye anataka kukushambulia usisubiri akushambulie, uh -uh. Wewe mshambulie kwanza, ili yeye haame kwenye sekta ya kushambulia, haamie kwenye sekta ya kujilinda. Sisi hatuna silaha yoyote ambayo itatusaidia kujilinda, tuna silaha za kushambulia tu. Haleluya! na huwa hatugeuki, kwa maana hatuna silaha ya mgongoni hata <tasimmani> moja. Sasa unachelewa nini? Piga kombara kama si yeye, haina shida, si hey, hey, hey? Bwana anayesema zipimeni, roho. Sababu zingine hazitoki kwangu, zipimeni. Sasa tunapima, kwa nini? Dhahabu upima kwa moto, na kila kilicho thamani, weka motoni, na kukaanga kwa jina la Yesu, na kuchoma kwa jina la Yesu, na kupasua kwa jina la Yesu. Kama atabaki, sio yeye kwenye hiyo ishi